Owa oh, wewe njoo kwanza, njoo hivi. Dadangu, una akili sawa sawa? Kweli wewe uko timamu? Ah, nakuuliza una akili. Kwani kuna shida gani hii? Yaani mdogo wangu mimi nikajua una akili, lakini kumbe akili huna. Yaani umeona kabisa, mwa watu wakuja kunitambulisha mimi uniletee mtu yule. Mwa watu ndio ni mtu Jitu hili hapa unene. Yaani yule hata kama nikisema ingia huko ndani inabidi hii milango niiongeze kama mara nne ndo anaenea yule jamaa. Yeah! Jitu hili hapa. Oa. Unjua maisha yako lezi sana. Tafuta kidogo ambako mimi mwenyewe nikikaangalia nikamdu. Sasa lile jitu mimi naweza nikalimudu. Yaani lile hata kama likisema limekuoa. Likaja likakupiga. Mimi mwenyewe pale nikienda napigwa. Oh my God. Nikenda napigwa pale. Kwa tafuta kembamba kembamba ambako kidogo kakizingua. Kaki, kaki mimi nikija pale na minya. Wewe unaleta majitu haya. Asikia oh, mdogo wangu mi nikuchane sasa. Hizi nakupa kodi ambazo zimenyooka, yaani kama ni yule pale, ah, mahusiano nayavunja. Yaani wewe na yeye navunja mahusiano, afu unaelewa kabisa. Mi nikikupa kodi ukaacha kuzingatia, mdogo wangu, hapa homu nakutimua. Yaani mzakiuka kabisa maagizo ya wazazi kwamba nikuangalie, oh, nakutimua kabisa. Yaani ile jitu hapa sitaki kuliona tena. Nafikiri umeelewa vizuri mtu kembamba kembamba nini safi safi fresh. Alafu nimemaliza ingia ndani, alafu yule mtu sitaki kumuona tena hapa, na sitaki kusikia una mauzo naye tena. Ole wako nije nione na nisikie unatoka naye tena yule. Oa wewe, wewe, nani? Wewe, nani wewe? Oa Yaani mimi nywele mwanangu, taikatakata na kinani kile, aya ndani. Pumbavu kabisa yeye. Unaweza kuhisi una mtu, kumbe hamna mtu. Yaani dadangu mzuri, jinsi alivyo mzuri kabisa yule, yaani namwangalia kabisa, ni mzuri eh? Yaani badala utulia, masikini na Mungu. Hiki kijiji sasa hivi kina ma handsome boy wazuri kabisa Una wewe maskini ya Mungu watu unaacha kuwaona unaenda unachukua limtu hili hapa. Ya, wewe yani zingatia maneno yangu wewe mtoto wa kike wewe. Bado kuna, kuna watumishi huko hawana haki. Watumishi hawana haki. Badala utoke nao wawa tafsiri wanaimba hizo kidogo makwaya wenye hofu ya Mungu. Unaleta limtu alieleweki ili inaonekana acha kanisani aliendi, linabasi uweze kuchanika chanika manake nini? Ole wako nisikie unatoka naye yule wewe. Mimi haki ya Mungu hapa nyumbani na kufukuza ukaishi huko unakojua, mpumbavu mmoja wa kazi samani. Dadangu, nikuuliza kitu kimoja, amepatwa na nini mtumishi ni mwenyewe hapa? Sielewi mimi, nimemkuta pale barabarani amelala Ondo, nikamchukua, nikamleta hapa kwako Wabuti nakuomba hapa mara moja. Binti, kuna kijana anapita hapa, kuna mzigo nakupa. Hakikisha akipita tu na mkabidhi wa mzigo Sao. Mzigo huo hapa, hakikisha huyo kijana anaupata ana huo mzigo. Naweza kwenda. Dada, habari yako? Nzuri. Mzigo wako. Mzigo wangu kutoka kwa nani?

Wakati napitia changamoto nyingi sana, mimi najua tumaini langu liko kwako Bwana, ninajua na yaweza yote katika yeye anitia ye nguvu. Sina mwingine kamwe, ni wewe Bwana, japo kuna wakati nakata tamaa. Hey, Baba hey. Lakini najipa imani, najua nayaweza katika wewe unitiaye nguvu na shinda. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, na yatakasa maji haya, nikiyaondoa laana ya asili, nikiyaweka katika kitendo kitakatifu, kitendo cha uponyaji. Baba na kuomba uweze kuyabariki maji haya kupitia kwa Yesu Kristo Bwana, ndiye Mwokozi wa maisha yetu. Amini. Mashine hasa, mbona ulikuwa upatikani? Harakati kibao, si unajua harakati za mtu mauzi, vituku vya mtume hivi. Na kutumia meseji unijibu, na kupigia babangu unijibu, wenzio nimeumia hizi siku ngapi hizi? Kwa simu yenyewe ilisha kwa pala yani, kwa hiyo ni hapa, laini sina, wala sina kila kitu yani, nipo kisebezo ya. tu hivyo hivyo.

Unapita pita mazingira ambayo yaeleweki kisela babu, wewe mjo chapo hapa mazingira. Wewe wewe vipi wewe, hiyo nini umeshika mdogo wangu eh? Lete hiyo soda bana. Vipi wewe kisela babu, aina alko hiyo eh? A mdogo wangu, yaani kabla sijafanya kitu chochote na kuomba wa, wewe wewe. Wewe unataka Sela. Yamani msaada utoe ulicho nacho haraka chap, changamka nakutamani, ulikuwa unataka <tong> nikubaki bafu a mdogo wetu, vipi, mbona yema sana kaa, unataka kuvuta moto? Kulikoni mdogo wetu, shida nini? Nimepolwa kule. Nini, nini. Na, na, kule na mkaka mmoja. Twende kwa, twende huko, twende ongoza, twende twende, twende babu, yeah? oh, mwanangu, angalia watu wa kufokoa fokoa, kama unavyosema lakini, sio watoto wa kike. Unamwona kabisa huyu, bado yupo kwa school. Tunaona vizuri mwanetu Afu, juu kwenye begi kuna nini? zake anapita zake naelkwambudi mwanangu kwa ajili wow, yako mi narudisha kibegi lakini, wasio wanapita kwenye anga zangu mwanangu, mi nafokoa kila mwanadamu mwanangu, hata maza wangu apite hapa, mimi nafokoa kisela kibalia. A, mwanangu, mi nakukubali kinoma noma Jaimrudishe kibegi chake, si unajua siri tia mzigo. Usirudie tena kupita kwenye anga zangu hizi hapa mwanangu, yani furumiakili hapo umecheza adogo. Nenda zako mwanangu, hey. Aina noma yani, Mungu awe nawe, uwasikiliza mwanangu, mboni mwangu, mboni na mazungumzo na wewe mwanangu, sunajua siri.